Sisi ni wanawake wafanya biashara na wajasiriamali, tumeungana kwa pamoja tukaanzisha kikundi chetu cha vikoba. Tunafanya uwekezaji, ni taasisi ndogo, lakini kwa sasa tumefikisha mwaka mmoja wa kikoba chetu, tumefikisha miaka mitatu ya kikoba chetu tarehe mbili mwezi wa tano. Kila tarehe mbili mwezi wa tano, ndio mwaka wetu. Ili kuhamasisha wanawake na kumsapoti Mama Samia kama mwanamke mwenzetu, kama mama yetu, tukaona tuje kwenye utalii wa ndani, ambapo kama yeye alirekodi movie ya Royal Tour, tukakubaliana tutoke hapa tuje Moshi. Tumekuja hapa, tumeona daraja la Kamba, tumeona waterfalls tumekuja hapa Chemka Hot Spring, na tunaendelea na safari, tunaenda Ngorongoro kwa ajili ya kukamilisha tua yetu. Um, experience ambayo nimekutana nayo hapa kwanza ni ya tofauti ambayo sijawahi kuipata sehemu yoyote niseme, na ukiangalia ni kutokana na uniqueness ya nature ambayo iko hapa. Kwanza kuna samaki ambao anakufanyia natural massage. Ni massage ambayo huwezi kuipata sehemu yoyote, tofauti na masaji zetu ya vile vifaa vya Kichina. Kwao ni massage ambayo ni nzuri, kwanza ina kurefreshi. Lakini pia unajisikia tofauti kwa sababu ni sehemu pekee ambayo tangu nimeanza kutembea nimekutana na experience kama ya samaki kufanyia massage. Safari kama hizi zinatupa nafasi ya kujua kwamba sisi wanawake sio tu tunakaa kwenye vikoba kwa ajili tu ya kuweza kufanya biashara, ujasiriamali, kujifunza mbinu za kuweza kuwekeza, kuchukua mikopo, kufanya fursa mbalimbali, lakini pia nafasi kama hizi zinatupa nafasi pia kuweza kutoka nje ya Dar es Salaam tulikoishi, lakini pia kuweza nafasi kwa nje ya mikoa mbalimbali kuona fursa mbalimbali za kitalii, eh, na nadhani labda tupata na tukipata hela zetu tuweze kuwekeza hela zetu kwenye upande mwingine wa kitalii kwa sababu tumekuja hapa Chemka tumeona fursa mbalimbali, tutaenda Ngorongoro tupata nafasi kuona tena fursa mbalimbali kule, na sisi tukirudi pia kwenye kikundi chetu tupata nafasi kujua nini tufanye, eh, kwa ajili ya kuinvest vitu mbalimbali. Kuja kwanza tumeanza, tuaita kutoka jana, tumefika Moshi leo asubuhi ndio tumepitia hizo tua, lakini nataka kuwashauri wa Tanzania, Tanzania yetu ina vivutio vingi sana yani, vivutio vingi sana na tumsapoti mama, wanawake wengi wanavyofanya wanavunja vikoba au wanafanya sherehe wanaenda kwenye mahoteli, lakini hawajui sehemu kama hizi. Mtu ni Mtanzania, unafika sehemu na ukuta wazungu wametoka mbali, sisi Watanzania tunashindwa kuja ku kuenjoy kwenye maeneo yote kwa gharama nafuu kabisa. Tumsapoti mama jamani, kwa kuja kwenye vivutio kama hivi.